toa viongozi wengi waliopigania uhuru wa Tanganyika kutoka Ngoni Matengo Cooperative Union Ngomati, alikuwa Verina Kapinga; kutoka Bukoba Cooperative Union alikuwa Clement George Kahama; kutoka Rungwe Cooperative Union alikuwa Kasambara; na kutoka Victoria Federation Nyanza alikuwa Paul Bomani na Sadan Abdul Kandoro. Sasa huwezi kutenganisha siasa na uchumi. Kwa nini? Vyama hivyo au hali hiyo iliumba moja, kukithiri kwa rushwa na ubadhirifu wa mali za ushirika ambao ulitokana na ukiritimba wa waliokuwa ndani ya ushirika pia kuwa ndani ya siasa. Na jawabu lililotokea baada ya tume ya rais ya uchunguzi wa vyama vya ushirika mwaka sitini na sita ilikuja na majawabu ambayo baadaye kama alivyoeleza Dr. Bashiru Sokoine ameachambua na nisichukue muda, na hata ushauri wa kuunda mamlaka za mazao ulifanywa na Harvard School of Government, ambayo yenyewe ilidhani kwamba ni vyema kuwa na mamlaka za serikali zinazosimamia ushiriki mazao ya kilimo badala ya serikali. Lakini mwaka themanini na mbili jambo hilo likaonekana kwamba halikuwa sahihi. Nini kifanyike? Ili nisichukue muda mrefu, kwanza, katika makosa yote yaliyofanyika na maendeleo yote tumejifunza jambo moja muhimu, nalo ni umuhimu wa ushirika wenyewe na vyama vya ushirika, na kwamba vyama vya ushirika na ushirika wenyewe havina mbadala katika ujenzi wa uchumi wa pamoja na uchumi shirikishi, na ndio hili ambalo linafanyika sasa. Lakini la pili tumejifunza umuhimu wa utawala bora katika kuendesha vyama vya ushirika maanake, kuwa na uwajibikaji na uwazi. Lakini utawala bora lazima uende na management bora ya vyama vya ushirika, na ndio maana katika awamu hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan sasa katika vyama vyote vikuu vya ushirika wamepelekwa ma manager ambao watatoa technical assistance na technical input katika kuvijenga vyama hivi vya ushirika vina sura mbili, upande mmoja ni vyama vya hiari, upande vingine ni taasisi zinazofanya biashara ili zipate faida. La tatu, katika historia hiyo na makosa hayo tumejifunza nini? Kwamba uchumi wa ushirika unahitaji mtaji mkubwa hasa wa mikopo ya muda wa kati na muda mrefu. Makosa yaliyofanyika katika miaka yote wakati wa ukoloni na baada ya uhuru, benki zote zilizoundwa kushughulikia ushirika zilikuwa ni benki za dola. Tanzania Rural Development Bank, asilimia mia ni serikali na waliohusika, haikuwa benki yao. Cooperative and Rural Development Bank, vivyo hivyo ilikuwa ni benki ya serikali na wenyewe hawakuwa nayo na mabadiliko ya taasisi za fedha yaliyokuja ndio yaliyofanya CRDB kuacha kuwa ichukue acronym, lakini modeli hiyo sasa ilionyesha umuhimu wa kuwaingiza wanahisa wengine ikiwa na pia mwanahisa wa kimkakati katika kujenga jambo hilo. Kwa hiyo jawabu lake la sasa, hii benki ya ushirika ndiyo ni benki ya wanaushirika wenyewe na vyama vya ushirika kwa asilimia hamsini na moja. Manake hii ni mali yao, hii ni mali yao, sio mali tena ya serikali. Na ndiyo maana sasa serikali inaingia na asilimia kumi, kamisheni ya ushirika asilimia kumi na zilizosalia wanahisa wengine, na mi natamani niwe mwanahisa lakini tutafute pia mwanahisa mwingine wa kimkakati, hasa kutoka katika benki za ushirika za nchi nyingine ambazo zimefanikiwa, ili hawa wenye asilimia hamsini na moja na hawa wajifunze. Sasa tuizungumzia Afrika na namaliza, mtu mmoja ambaye amefidika sana kwa, kwa, kwa, kwa ushirika wa Tanzania kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mhadhiri katika chuo cha ushirika Moshi ni Yoweri Kaguta Museveni ambaye leo ni, ra, ni rais wa Uganda. Yale aliyojifunza alipokuwa mhadhiri katika chuo cha ushirika wa Moshi, na kwa sababu hiyo watoto wake wawili wakazaliwa KCMC, ameyapeleka Uganda. Hatuna budi kwenda kuona jinsi ambavyo rais wa Uganda, Dr. Yoweri Kaguta Museveni ambaye katika historia yake ya maisha alikuwa mhadhiri wa chuo cha ushirika Moshi ameyafanya Uganda. Na moja ambalo yeye analisema chuo cha ushirika Moshi kilikuwa kimejengwa katika competence based. Lakini katika hii syndrome ya kila chuo kuwa chuo kikuu, chuo kikuu cha ushirika kirudi katika azma yake ya uanzaji wake kitoe wataalamu wa ushirika ambao sehemu kubwa yao ya mafunzo haitakuwa nadharia bali vitendo. Maanake wasome nadharia kidogo, waende wafanye vitendo, warudi wa maridhi ya nadharia, ili benki ya ushirika na ushirika huu mpya uwe na mameneja walioandaliwa kufanya hivyo na sio wana nadharia watakaokwenda tena kuvifanya vyama vya ushirika virudi kwenye matatizo ya miaka sitini ya rushwa, ubadhirifu, matumizi mabaya ya fedha na kutokuwajibika. Nashukuru. Nikushukuru sana. Sa Profesa Fausti, nitarudi kwako Profesa Kabudi kama nitakuwa na muda, lakini ni kuombe Profesa Fausti nawe uchangie asilimia kubwa ya mitaji ya mtaji wa benki ya ushirika.